Tuendelee kusaidiana maarifa, kwa sababu Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Nimeona kutokana na video niliyofanya nikasema jamani, watu wanatukana sana. Kwa hiyo manake wazazi wao ndo wamewafundisha kutukana watu eh? We umepata malezi ya namna gani? Sasa nimeona of course, matusi yanaendelea ambayo kwangu mimi sio big deal, kwa sababu ha -ha hayo ndio uliofundishwa na watu ambao wanatukana, kwangu mimi ni watu wenye akili ndogo sana. Haijalishi umesoma, unaweza kuwa umejaza matakataka kichwani, pamoja na kwamba una title ya degree, au whatever, masters, PhD, lakini umejaza takataka kichwani. Why? Kwa sababu sio hekima ya huwezi kuwa ni msomi alafu unatukana. Ongea hoja. Mimi nimewapa majibu ya why uh, mnapitia hizo changamoto mnazozilalamikia. Biblia inasema tiini mamlaka ya, tiini mamlaka so unakuja na matusi, mi ntafanyaje? Nita, nita, nita... Najua ndio hivyo, akili ndogo, hauna hoja eh? una una akili ndogo, then ndio hivo. So kuna watu wakasema, kwamba mbona we unafanya vitu vingi, unataka kusema wazazi wako ndo wamekufundisha hivyo? Wamemensheni kucha, nguo fupi, mme wangu anasuka na vitu vingine ambavyo ni ambavyo havina mantiki ya na hapa ndio nataka niwaambie. Mimi ninacho, mimi ni mzazi, nafundisha watoto wangu. Ninachowafundisha watoto ni kwamba chochote ambacho anataka kukifanya katika maisha yake ahakikishe kinaendana na sheria za kimungu. Kama ni kitu ambacho hakiendani, basi ajue hicho kitu sio si, kizuri kufanya, okay? vitu vya nje hata Yesu alisema, walimwambia sijui mbona wanafunzi wako wanakula bila kunawa mikono, akasema hata kila uchafu unaingia tumboni, unaenda chooni. Mbona hilo jibu liko rahisi kabisa, mbona liko rahisi? Akasema, alisisitiza sana mambo ya rohoni, kwa sababu chuki, wivu na, nilisema watu wanachosumbuliwa nacho kwenye kwa, kwa wana, kwanza wanatamaa ya madaraka na wana wivu na wale ambao wako madarakani, simple. Na hayo mambo yanatoka mioyoni, yanatoka kwenye moyo hayatoki kwenye mwonekano wa nje, hayatoki kwenye kucha, hayatoki kwenye kuvaa nguo fupi, hayatoki kwenye mtu aliosuka nywele, hayatoki huko. Kwa hiyo uh, kitu kikubwa ambacho nawafundisha watoto, labda wewe kama una watoto pia unaweza kuwafundisha, ni kuwafundisha watoto wako maadili ya kweli ambayo Yesu alikuja kufundisha. Ndio maana yeye alivyokuja, pamoja na sheria ya Musa ilikuwa inasema usizini, ni kitendo kile cha kuingiliana kimwili, yeye akasema hata ukimwangalia kwa jicho la kumtamani, nia ya ndani tayari umekushazini. Okay, kwa hiyo ni nia ya ndani. Dhamira yako ni nini? Nimevaa nguo fupi, dhamira yangu ni nini? Nina familia yangu na mume wangu, na dhamira gani? Nimeweka kucha zangu ndefu, kwa dhamira ipi? Kwa kitu gani? Napenda nini? Ye mume wangu anapenda kusuka ana dhamira gani? Wapi anasuka ni yeye, dhamira yake. Kama anasuka kwa ajili anapenda kupendeza, why not? Kama anaweka kucha zangu because nataka kupendeza, why not? Kama anavaa nguo fupi just because na, na napenda kupendeza na hivyo ndivyo ambavyo najisikia vizuri, why not? Lakini je, ni ya chuki? navaa nguo fupi kwa ajili ya yani, chuki, yani inakuleteaje wewe chuki? inakuleteaje wewe ubaya kwa nguo yangu fupi au kucha zangu ndefu au mume wangu kusuka? Wewe inakuwaje kwako? ni kitu ambacho kinakuumiza. Huoni kama wewe ndio una shida? kama unaumizwa na eh, kitu maisha ya mtu mwingine ambayo you know? Lakini wewe unatukana, yeah? wewe unawatukana hapa, unatukana then, unavyonitukana dhamira yako ni nini? nijisikie kama useless, si ndio? dhamira nia yako ya ndani unapoporomosha matusi ya chuki ya kumwonyesha mtu yani huna maana, huna thamani, huna lolote, wewe sijui ni nini, majina mengi dhamira yako ya ndani hiyo hiyo, ndio Yesu alikuja nayo dhamira ya ndani, mia ya ndani. Unapowatukana watawala mia yako ya ndani ni nini? Unapochochea uwasi mia yako ni nini? Unapochochea machafuko watu wauane watu afe, mia yako ya ndani, dhamira yako ni nini? Kwa hiyo ndo maana narudi pale pale, pale tumeelekezwa na neno la Mungu, tii mamlaka iliyowekwa. Ukitii utaepukana na mambo mengi. Kwa hiyo, ili uweze kutii mamlaka zilizowekwa, pia nia yako ya ndani, mana ikasema ruhusu uh, ukombozi uliofanywa na damu ya Yesu Kristo ili uweze kupokea Roho Mtakatifu aweze kutakasa dhamira yako ya ndani, huo eh, wivu, chuki, roho mbaya uweze kuiondoa, utapata tabu y yeah. So kwa habari siju ya muonekano wazazi Of course, iwa, mzazi aweze kumfundisha mtoto kila kitu kila kitu, lakini lazima umpe miongozo ya guidelines. Mimi wanangu tayari nimewambia, yani, amri kumi tu mwanangu, zinakutosha kuishi vizuri hapa duniani. Zile amri kumi ukizimaster, ukaziishi zile, utaishi vizuri so vitu vingine extra akiamua kusuka nywele zake ataamua mwenyewe, ni kitu ambacho ameamua kukipenda, why not? Kwa hiyo lakini atakuwa hajaingia kwenye Haja, atakuwa, yani, haja haja hajamkosea mtu. Amaamua kuchagua lifestyle yake anayotaka kuishi lakini ambayo iko guided na neno la Mungu, ambayo hiyo masuala ya urembo, mtu kuweka kucha zake, kuweka nywele zake, kusuka nywele zake, kuvaa nguo yake fupi, havina madhara kwa mtu yoyote, ni wewe mwenyewe mama kufanya hivyo. Lakini ukimchukia mtu utamwazia ubaya utamwazia uh, you know, uta, uta, yani utafanya vitu ambavyo sio vizuri na hivyo ndivyo vinavyoendelea hapa. Kwa hiyo, hiyo yeah. ni elimu ambayo mzazi wako alitakiwa akupe, aku hono, na watu ovyo, lakini kwa sababu alishindwa kufanya kazi yake, anyway, sisi wengine tutaifanya kwa niaba yao. Kwa hiyo kaa kwenye amri za Mungu munguukikaa okay, kwenye amri za Mungu, especially amri kuu kuliko zote, golden rule ya upendo. Ukiwa na upendo autawachukia hata watawala unawachukia wanini eh? Utawachukia wanini wakati una, utakuwa unafahamu kwamba kila mamlaka uwekwa na Mungu. Mungu ndio anainua watawala wafalme, na yeye ndio huwaondoa. Hayo ukiyajua una amani tele, unajua Mungu mwenyewe anajua wai amewainua. Safari hii ametuinua wanawake sasa eh? Kuna watu wanaumia kwa sababu wanaona, kwa nini mwanamke awe rais? Kwa nini ongozwe na mwanamke? Ndo <laughs> hivyo, Mungu ashaamua Haya ha, ya. Kuna mtu kauliza swali la msingi sana kwamba kwa hiyo kwa unafurahia? Ni mi nafurahia yanayoendelea, siu yao ya kutekwa watu wengine wamewekwa ndani na nini? Aa, jamani, mimi siwezi kufurahia, lakini pia siwezi kubadilisha matokeo ya yale mlioamua kuyafanya. Mtu ameamua kusema mimi nitakinukisha, taifa letu lina utaratibu wake Aliwezi kuruhusu kuacha watu ambao wanahatarisha amani ya nchi waendelee kutamba na kuhamasisha e, vurugu. Takinukisha hakuna hiki, hakuna hiki, ntakinukisha nini? Hapana, tunazo mamlaka. Kwa hiyo mamlaka zimefanya kazi yake. Mi ntasemaje? Mi siwezi kuzuia ya, kwa hiyo unavuna. Yani lazima tuzingatie hicho kitu kwenye maisha siku zote, kabla ujafanya jambo, angalia matokeo yake yatakuwaje. Kwa hiyo usije ukafanya vurugu alafu ukatarajia utakuwa sawa, sawasawa, no kuna mifumo kuna taratibu zimewekwa, okay. Ndio, na hao wengine ambao wanaendelea kutukana watawala okay. Sasa kama unatukana utawala, na Biblia inasema tii mamlaka. Wewe unafikiri kwa nini Biblia inasema tii mamlaka? Hata Yesu mwenyewe alipokuja alitii mamlaka, alitii mamlaka, akasema a, hiyo shilingi hiyo ina sura ya nani? Ya Kaisari. Basi Kaisari na yeye mpeni ya Kaisari. Mm, yule mwingine yule aliyekuwa anamhukumu akamwambia yeye, unajua mimi naweza kukutoa nini, sio akasema, a, -a unaweza kufanya hivyo kwa sababu umepata hiyo mamlaka kutoka juu. Kwa hiyo ali alisubmiti kwa mamlaka, kwa sababu alikuwa anajua yule pale amewekwa na Mungu aliye mhukumu. Sasa ndugu yangu, ti mamlaka, ili somo, na nafikiri mpaka sasa utakuwa umeelewa. Jamani, kama bado hujaelewa tu, basi wewe endelea kupambana na mamlaka, alafu utakipata unachokitafuta, ukifanya vurugu, ukitukana watawala labda utukane ukiwa mbali sana kama wenzenu ambao wako mbali. Okay, sifurahie tu matusi mazito mazito yanayotukanwa wa viongozi wetu eh. Kumbuka hawa ambao wanawachochea kufanya hivyo, wao wako mbali. We uko wapi? We uko wapi? Utakapokuja kukamatwa, utakapokuja kukutana na mkono wa wa wa wa sheria, huyo ambaye amekuhamasisha atakuwepo kukutetea? atakuwepo kukusaidia, au ndio utakuja hapa uanze kusema sisi hatujali eh, mnapitia siku hizo nini eh? Alafu sisi sio ah, ah, sasa tulikutuma hmm? Tulikutuma wakati ulichagua uliamua kabisa kwenda kutukana mamlaka, kwenda ku, eh, ku kupambana na mamlaka, ukujua utapata nini, uku waza kwamba matokeo yake ni nini? Okay, so guys, ndio hivyo, tuendelee kuelimishana ya na wale mnaosema oh pambana mamfanya mambo yako sio, achana na siasa, narudi narudi na wafikiri